Huyu jamaa bwana anaitwa Niki, ni mtoto wa bilionea moja ambaye atatambulika kwa jina Kelly Singh. Mshikaji bwana alikuwa apendwi sana na baba yake, sababu baba alikuwa anatamani sana kumwona kijana wake anakuwa mfanyabiashara mzuri, lakini kijana, kila kozi ambao alikuwa akapelekwa hakuwahi kufaulu hata siku moja. Ndoto za Niki alikuwa anahitaji kwa sasa kufungua jimu moja kubwa sana, kwani yeye professional yake zaidi ilikuwa ni boxing, lakini baba, hili swala alikuwa analipinga. Kitu hiki kimepelekea baba na mtoto wake kutokuwa na mahusiano mazuri. Kehili alikuwa ni mfanyabiashara mkubwa sana kwenye mambo ya ujenzi wa nyumba pamoja na uuzaji wa ardhi, lakini kampuni yake aliamua kuipatia jina la Priti binti yake mmoja wa kike ambaye alikuwa anampenda, lakini pia alikuwa naamini mali zote amezipata ni kwa sababu ya huyu binti yake, ambaye ya aliamua kuweza kumlea binti wa kimaskini, lakini pia binti ambaye alikuwa ni yatima, akaamua kumleta nyumbani akamlea kuwa kama vile binti yake aliyemzaa akatokea ndani ya nchi ya Ufaransa na kurudi ndani ya taifa lao, yeye pamoja na rafiki yake ambaye alikuwa ni mzungu. Baada ya kumaliza masomo yake ya usanifu wa majengo, anafika nyumbani, baba anampigia bonge moja la pati, kwani ni binti ambaye alikuwa anamkubali sana, lakini pia alikuwa anaamini ni mtu ambaye atalithi mikoba yake. Baba anamchukua binti yake, anakwenda kumwonyesha mchoro wa jengo ambalo alikuwa anahitaji kuweza kulijenga katika ardhi kubwa ambayo alikuwa tayari ameshaiandaa. Lengo lake kubwa alikuwa anahitaji ndani ya eneo aweze kujenga majengo makubwa ya biashara, lakini Bimdad anamshauri baba yake ajaribu kuweza kumwachia kijana wake anayetambulika kwa jina la Niki afungue jimu, kwani hiyo ndiyo ndoto alionayo kwa sasa. Baba anakaza, ndipo Preet anamweleza baba yake kama ni hivyo basi ninakuomba tuweze kujenga park. Baba alikuwa anampenda sana binti yake, hivyo hakuwa na lolote la kuweza kulipinga. Upande wa Niki, yeye bwana alikuwa anapenda sana kamali. Leo yeye pamoja na washikaji zake wawili kipindi ambacho alikuwa anaelekea club ebwana siakabeti beting ya leo, niki akaweka kiwango kikubwa sana cha pesa takriban kama milioni kumi hivi, japokuwa washikaji zake walikuwa anamweleza bwana, mshikaji wetu hebu tafakari kwa muda, lakini muungwana alikuwa ni mbishi na matokeo ya leo yakatoka tofauti, kwani niki pamoja na washikaji zake wakawa tayari wamesha liwa pesa. Niki ili kutuliza machungu akamteka kijana anaetambulika kwa jina la Amati ambaye yeye alikuwa ni mtaalamu wa kuweza kupiga gitaa. Wanampeleka chobingo katika eneo ambalo lilikuwa linamilikiwa na baba yake na kisha anamweleza kijana huyu, hebu cheza hapo kisha uimbe utufurahishe, kwani siku hii ya leo tuna huzuni sana, kwani tumeweza kupoteza kiwango kikubwa cha pesa. Mati alikuwa ni kijana mwoga mwoga, hivyo akafanya kama jinsi ambavyo Niki pamoja na washikaji wake walikuwa na mwinjoi. Lakini Viki, mtu ambaye ndio alikuwa akamkopesha hiko kiwango cha pesa cha mshikaji kwenda kubeti, anamweleza inahitaji niweze kuzipata hizo pesa ambazo nimekukopesha kwa muda wa siku tatu, endapo siku tatu zikipita hizo pesa sijazipata basi nitakugeuza kachumbari. Niki ni akaona ili aweze kuzipata hizi pesa njia ilikuwepo ni moja tu, anamweleza rafiki yake Rajivili ya kwamba anahitaji aweze kumpatia msaada wa kwenda kumteka nyara mdogo wake Priti. Bwana mshikaji akakubali, safari ikawapeleka mpaka uswahilini kwa mshikaji aliyekuwa anatambulika kwa jina la Jonti, mtu ambaye ndio atakayemtumia kwenda kumteka Priti. Jonti anatia kwa kwapani advance, lakini bimdada wakati huu wa usiku, kipindi ambacho alikuwa anaendelea kudesign park ambayo ijenga katika eneo ambalo baba yake alikuwa akamwandalia tokea muda mrefu. Jonte anafika ndani ya hili eneo na kuweza kumpiga nusu kaputi. Bimdada anampiga taksi kibega mpaka kwenye gari la mjumbe. Hili gari ya bwana lilikuwa ni bovu, lakini pia ilikuwa ni taa moja mkukumkuku. Anaondoka pamoja na mtaalamu wetu la jivile. Lengo ni kumpeleka kwenye nyumba ya anko wake, kwani muungwana alikuwa anaamini anko wake alikuwa bado yupo likizo. Lakini baada ya kufika anagundua anko wake alikuwa tayari amesharudi, na kwa sasa alikuwa amejiandaa kwa lengo la kumsaplaizi mshikaji kwani leo ilikuwa ni siku ya kuzaliwa Rajivili. Muungwana ikabidi akimbie, anampigia simu Niki na kuweza kumpatia hizi taarifa hapa. Ikabidi aweze kupatiwa mipango mingine, Jonti akahitaji kupatiwa pesa zaidi. Lakini kipindi ambacho alipokuwepo njiani kuelekea katika lokesheni nyingine, wanafika ndani ya kibanda ambacho kilikuwa kinazuia kwa ajili ya kuweza kutoza ushuru. Kibanda hiki inaonekana kuna mtu ambaye alikuwa analeta shida. Jonti baada ya kushuka kwenda kuzungumza na mtu ambaye alikuwa anahusika ndani ya hiki kibanda, miliki wa gari ambayo lilikuwepo mbele akatoa bunduki na kuweza kummaliza huyu muungwana aliyekuwepo katika kibanda cha ushuru. Risasi iliyoweza kukwangua sikio la Jonti, anaanguka chini na kuweza kuugulia maumivu, lakini Rajivili akafika pale na kuweza kumpita kama vile hamfahamu. Rajivili akaamua kumchukua bimdada mpaka katika eneo ambalo alikuwa na ishimati, kisha akampigia simu mama yake na bimdada na kumweleza kwamba amemshikilia ya binti yake, hivyo anahitaji kiasi cha pesa milioni 30. Mama anamfuata mume wake na, na kumweleza afanye jambo la kwenda kumwok wa binti yake, lakini ghafla mzee naye anapigiwa simu ambayo ilikuwa ni ya bimdada Priti, lakini kwa sasa ilikuwa katika mikono ya Jonti ambaye alikuwa akatelekezwa na mtalemu wetu Rajivili. Muungwana anamweleza ya kwamba amemteka binti yake, hivyo akihitaji amwachilie, anahitaji apatiwe kiasi cha lupia laki tano. Baba akashangaa, nani hamwamini, yule wa milioni 30 ama huyu wa lupia laki tano? Mama akaona hapa, ili waweze kumkomboa wa binti yao, akampigia simu kaka wa mtaalamu wetu Kahiri ambaye alikuwa anatambulika kwa jina la Bupi. Bupi anafika na kupatiwa maelekezo, lakini pia baada ya kuangalia eneo la tukio muungwana akasema ya kwamba atafanya juu chini kwenda kumkomboa bimdada Priti. Lakini niki akasema ya kwamba naye anahitaji kuelekea kwa huyo mtu ambaye anahitaji aweze kupatiwa rupia laki tano. Wanafika, lakini Jonti alikuwa ni mjanja, anafanikiwa kuweza kuwapiga chenga. Bupi akavulugwa sana kwani a alikuwa naamini na endapo angempata huyu muungwana basi kidogo angepata mwanga wa kuweza kumpata bimdada Priti. Lakini hapa kidogo tunapata kumbukumbu -kumbu ya miaka mingi iliyopita. Kipindi hiki wetu kli Singh, alikuwa bado hajawa bilionea, yeye pamoja na Bupi asubuhi na mapema akaelekea kichakani, wakaenda wakachimba kaburi, kisha akafanya kazi ya kuweza kumfukia binti yake ambaye alikuwa bado ni mdogo, kwani Keli alikuwa naamini ya kwamba endapo akiona mtoto wa kike atamletea mizigo tu ndani ya kwani baadaye akihitaji kuolewa itahitajika aweze kutoa mahali, lakini pia kuandaa sherehe tofauti kabisa na kuwa na mtoto wa kiume. Na kwa sasa alikuwa na watoto wawili, ambaye alikuwa ni Niki pamoja na mdogo wake. Hivyo muungwana alikuwa anaamini kuwa na watoto wa kiume ilikuwa sio mzigo, kwani wana uwezo wa kufanya kazi. Lakini siku moja wakatembelewa na mtaalamu ambaye alikuwa na uwezo wa kuona k. Akamuuliza huyu muungwana, je, nitakuwa ninaishi maisha kama haya kimaskini kila siku ama nifanye nini ili niweze kuwa na maisha maisha mazuri. Mtaalamu wa kuona akamweleza, ndani ya familia yako endapo ukipata mtoto wa kike, basi una uwezo wa kuwa bilionea. Niki akasema ndani ya familia yake hana uwezo wa kuwa na mtoto wa kike, hivyo mzee wa kuona akamweleza, basi kama na hivyo, nenda ukafanya kazi ya kuweza kumchukua mtoto yatima ambaye ni wa kike, na endapo ukifanikiwa kumlea kupitia mtoto huyo, basi utakuwa na mali nyingi sana ndani ya maisha yako. Keli Singh ndio hapo akaamua kwenda kumchukua bimdada Priti na kuweza kumlea, na baada tu ya kwanza kumlea, bwana, siku moja akafika muungwana mmoja ambaye anahusika kwenye makampuni ya ujenzi na kuweza kumpatia dili nono sana juu ya kiwanja ambacho alikuwa na miliki Keli Singh. Kwa kweli alikuwa na miliki yeye pamoja na kaka yake takribani eka elfu moja na kaka yake alikuwa hahitaji kabisa hizi ardhi ziweze kuuzwa, hivyo muungwana akaamua kuweza kumsafirisha kwa lazima kaka yake, yaani kwa lugha nyepesi, muungwana akaamua kumwangamiza. Halo, hii ni hatari! Hivyo Klisin tokea siku hiyo bwana akawa bilionea mpaka hivi leo, na mpaka sasa anaamini ya kwamba pesa zote alizozipata ni kwa sababu ya nyota ya bimdada Priti na ndio maana alikuwa anampenda sana. Halo. Leo anafuatwa na yule muungwana ambaye alikuwa anafanya kazi pamoja na baba yake. Anamweleza kwamba kijana, mimi ninafahamu baba yako kwa sasa umri wake umesha kwenda, lakini kwa sasa kuna mambo mengi sana ambayo tunapishana, ikiwemo ndani ya ile ardhi kubwa. Yeye anahitaji aweze kujenga paki kama jinsi ambavyo binti yake alikuwa anahitaji, badala ya kujenga majengo makubwa ya biashara kama jinsi ambavyo sisi tulikuwa tumeelewana mwanzoni. Hivyo muungwana anamweleza Niki kama ataweza kumng'oa baba yake katika hayo madaraka na yeye atafanikiwa kuweza kumpatia hicho cheo. Kama hiyo haitoshi, muungwana anamweleza ninafahamu ni wewe ndio uliohusika kumteka dada yako. Halo, Niki atafanyaje? Halo, hapo mambo bado ni ya moto. Ngoja tusubiri tuweze kuona upande wa pili. Bupi anafanikiwa kuweza kumnasa Jonti na kuweza kumhoji. Jonti anaeleza kwamba mtu aliyefanikiwa kuweza kumtuma kwenda kumteka yule binti alikuwa ni mwamba anayetambulika kwa jina la Viki. Bupi pamoja na Jonti, safari inawapeleka mpaka kwa Viki, na baada ya kufika, muungwana anafanikiwa kuweza kumnasa Rajivil, rafiki wa karibu sana na Niki. Bwana watu hawa wawili, safari inawapeleka mpaka katika eneo ambalo walikuwa wamemficha bimdada Prit. Baada tu ya kufika, wanakutana na Niki alikuwa akafika ndani ya hili eneo lakini kwa sasa Bimdad alikuwa tayari ameshatoroka pamoja na Mati ndani ya hili eneo bwana. Ugomvi ukawa ni mkubwa sana, kwani Bupi alimaendi na kuaje Niki aweze kumteka dada yake, lakini baba akamweleza Bupi asimfanye jambo lolote Niki. Purukushani za hapa na pale baina ya Niki pamoja na Bupi zinampelekea mshikaji aliyekuwa anatambulika kwa jina la Niki kumwangamiza anko wake, huku baba akiwa anashuhudia, lakini pia kama hiyo haitoshi mungwana akaamua kumjeruhi baba yake miguu ili awe hana uwezo kabisa wa kutembea. Priti akiwa haelewi ni kitu gani kinachoendelea, bwana akaamua kuweza kuchukua simu ya Moti na kuweza kumpigia Niki na kumweleza sehemu ambapo alipokuwepo yeye pamoja na mshikaji Niki pamoja na washikaji wake wanafika na kuweza kumchukua bimdada pamoja na mshikaji, lakini ndani ya hili gari ya bwana maongezi alikuwa ni magumu sana kwani bimdada alikuwa atambui kile ambacho kilikuwa kinaendelea, lakini kwa sasa alikuwa tayari ameshangamua ya kwamba ni kaka yake ndio aliyefanya kazi ya kuweza kumteka. Details zote alikuwa akazipata kutoka kwa Moti, lakini hili tukio la kuweza kuelezwa kila kitu na Moti Niki liliweza kumkasirisha sana, hivyo akaamua kuweza kuchukua mguu wa kuku na kuweza kumwangamiza palepale mtaalamu wa Moti Preeti sila bwana, mbungi zikaanza ndani ya hili gari, hivyo ikapelekea gari hili kuweza kuanguka. Niki pamoja na washikaji zake wawili wakafanikiwa kutoka wakiwa salama, lakini kipindi ambacho ile gari ilikuwa linahitaji kuweza kuangukia ndani ya maji, Priti akawa anaomba msaada. Niki akawa hahitaji kabisa kumsaidia dada yake. Halo ungwana, akaingiwa na roho mbaya sana. Gari inazama ndani ya maji. Hadithi ya bimdada Priti mrembo aliyependwa sana na familia, ebwana h hapa halo, baba na mama waliumia sana. Kwa nini? binti ambayo walikuwa na mpenda, lakini pia alikuwa ni binti msikivu. Familia hii kutokana na hili tukio haikuweza kupona kabisa. Baba akaamua kwenda kujenga jiwe kubwa sana katika kiwanja ambacho binti yake alikuwa anahitaji kuweza kujenga park ikiwa ni ishara ya kuweza kumkumbuka, lakini upande wa mama, yeye akabaki na huzuni kubwa. Ni kilewa namfuata mama yake na kumbembeleza, anamweleza kwamba kifo cha mtu mmoja hakiwezi kikazuia maisha kuendelea. Hivyo mama yangu, ninakusihi uweze kula chakula na kumsahau kabisa Priti, kwani mimi niko hapa, nitakamilisha kila kitu ambacho Priti alikuwa bado hajakikamilisha. Mama alikuwa anafahamu unyama ambao kijana wake Niki alikuwa tayari ameshaufanya. Hakika alikuwa anaumia sana ndani ya moyo wake, hivyo siku hii ya leo hakumung'unya maneno yoyote zaidi ya kutoa mguu wa bata na kuweza kumwangamiza mtoto wake. Halo, hakika mama akachukua maamuzi magumu sana. Jambo hili alilolifanya alikuweza kutuliza moyo wake, lakini angalau aliona huenda likampatia faraja halo.